Karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za mchana wa leo, na moja kwa moja tuelekee kaunti nambari mbili, ambapo kuendelea kwa shughuli za kibinadamu karibu na misitu ya kaya katika kaunti za Kwale na Kilifi kumeonekana kusababisha unyakuzi wa ardhi za misitu hiyo. Misitu mingine pia ikiingiliwa na wakulima na wafugaji na kusababisha uharibifu mkubwa wa turathi hizo za kitaifa zinazolindwa kwa sababu za kitamaduni na mazingira. Sasa baadhi ya wa wazee wa kaya hizo wamekata shauri ya kuanza kuweka alama za mipaka ili kuzuia uharibifu huo kama anavyotuarifu Lawrence Ng'ang'a. Kaya Chonyi eneo la Kinango, Kaya Lunguma eneo la Matuga na Kaya Sega eneo la Lungalunga, zote katika kaunti ya Kwale, ni baadhi ya misitu ya kaya ambayo sasa inajivunia kuweka alama za mipaka. Alama hizi zinatenganisha sehemu za kaya zinazolindwa na ardhi za kibinafsi zilizo karibu na kaya hizo. Ilikuwa watu wanaingilia sehemu za mpaka wetu wa makaya, wanazifanya mashamba, na hiyo tukazunguka na kutoka, tukizunguka mwaka huu uliozunguka na saradhea wetu hakuna tena ambayo anaingilia, ni kidogo kidogo tu. Akimwambia ye anaingilia, anasema nalimalima tu nipate mahindi, lakini tunamkataza kwa sababu hiyo kitu ambayo analima kulima kwake ni kukata miti, na miti ndio tunaita, tunaitaka kutokana na kuendelea kunyakuliwa kwa ardhi za kaya na wawekezaji wa kibinafsi na kuingiliwa kwa shughuli za kilimo na ufugaji, wazee wa kaya wanasema iliwalazimu kuanzisha harakati hizi wakishirikiana na shirika la kimazingira la WWF Kenya. Hili ni kwa kuhofia kudidimizwa kwa tamaduni zao ambazo zimetambulika na makavazi ya kitaifa. Sasa wakiwa na ufahamu wa usimamizi wa rasilimali hizi, hapa kaya Lunguma. Kwanza hii ilikuwa ni kaya kubwa sana ambayo ilikuwa tumeachwa na mababu zetu, lakini sasa ilikuja kipindi cha kwamba watu wanaingia kiholela, kwa sababu wale mababu zetu walikuwa hawajatuonyesha ni jinsi gani tunaweza kulinda huu msitu. Sasa tulipokuwa tukitembea kwa wenzetu, tukawa tunauliza, mbona nyinyi wenzetu misitu yenu inabaki vile vile, lakini wetu unaisha ndio tukapata kwamba sisi tujiunge kama kikundi ili tulinde huu msitu The Kaya forests are open grounds and in some cases found in very prime land and we've lost some kayas to developers and and and with that regard we are looking at securing these forests as one of the primary goal so that everybody would understand and know is hata hivyo kungali na misitu ya kaya zingine ambayo ingali kuwekwa mipaka, na wazee wanaendelea kushinikiza serikali na washika dau wengine kusaidia katika juhudi hizo kwa lengo la kutunza mazingira. Tunasaidiwa na huku tunaendelea kuharibu. Machifu wanajua mpaka kuna njama kwamba hii misitu yetu miwili ya Mzimuvia na Mzimwiru kuna bwenyenye anataka kuinunua, sijui afanye dry port. Sasa tunasema tupande miti, na huku hiyo sehemu za kupanda miti ndio tunataka kuziuza. Tupanda watu wapi miti? and this is where they, they, they first got their, their names as clans. This is where the secrets of the community are kept and uh, this is it's quite an important place for the identity Lawrence Ng'ang'a Runinga ya Citizen tonike County nambari inn